Kiongozi, kiongozi ni mtu wa muhimu wa muhimu wa muhimu sana sana. Mume wako ni kiongozi, kazini kwako kuna viongozi, waombee waombee waombee, kwa sababu kiongozi akipoteza direction, umepoteza direction. Ni sawasawa na, na tuko kwenye, tuko kwenye gari, dereva akishaama direction, usiseme huyo ni dereva, we ni abiria. Dereva akishapotea njia kwenye gari wewe ni abiria lazima unaotaumia. Na watu wengi sana hawana mzigo wa kuombea viongozi. Natamani leo uanze kupata hichi kitu kwenye maisha yako, kwenye maombi yako. Tuanze kuamka kwa, kwa bali ya kuombea viongozi wetu, viongozi wa kazini, viongozi wa dini, waume zetu, wake zetu, kila kiongozi unayemwona ni kiongozi ambaye yuko mbele yako, ana sauti ya juu yako, muombe kwa sababu akipoteza direction, umepoteza kitu kikubwa sana. Hmm? Kiongozi akishaingia na roho ya dhuluma wewe ni mfanyakazi wake. What do you expect? Utazulumiwa sana. Utazulumiwa sana utafanya kazi utalipwa. Kiongozi akishaingia na roho ya ushirikina wewe ni mfanyakazi wake utaloga na wewe tu lazima. Lazima utashika madawa. Eh, unafanya kazi kwa mtu ambaye ni anafa, ana, anatumia madawa kienyeji. Wewe ni Mkristo lazima utashika madawa na wewe. Kwa nini? He is your leader ni kiongozi wako. Sasa lazima tuweke msisitizo mkubwa kwenye kuombea viongozi, watu ambao wanatuongoza, watu ambao Mungu amewakusudia, ame amewakusudia kwa juu yetu. Tuwaombee rais tu, tuombe waziri mkuu, tuombe mwenyekiti wa mtaa, ombee wachungaji, maaskofu. Nini manake? ili kitu cha Mungu kiwe ndani yao, kwa sababu wakipoteza wao, si tumepotea? Hatuna namna ya kukwepa. Ukienda kanisani ukamkuta mshirika anasema mimi simuombee mchungaji atajijua mchungaji, kama mtu wa safari yake mbinguni, you are wrong my dear. Hakuna gari linalofika salama kwa dereva ambaye ni anakifafa, eh? Dereva anakifafa, wewe ume umepanda kwenye basi, useme kwamba eti tutafika salama no. Akianguka dereva kwenye basi, umeanguka abiria. Akianguka mchungaji, umeanguka mshirika. No way ambao unaweza kusema kwamba nitapona. Hakuna namna yote, utajeruhika tu ni kama ajali, wengine watakufa kabisa, wengine watatoka miguu, wengine kila mtu, lakini sasa ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nataka nikupe shauku ya kwanza kuombea viongozi, muombe mume wako. Mume wako akibadilika, akibadilika utashangaa, huwezi kuwa na amani, huwezi kuimba kwaya kuweza lakini hutaweza, why? Kwa sababu kiongozi amebadilika. iv nasema kwenye pande flani wenyeea kiongozi wasio na akili huonea watu hmm. kwa hiyo nasikia hapo tuanza kujenga msukumo mto Mungu wa nataka kuweka tu msingi kwamba wana wa Israeli Musa kwa walikuwa ni kiongozi walipoona amekawia mlimani hawajui kitu gani waliamua kutafuta kiongozi. Nikasema kwamba kumbe kiongozi ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha. Ni mtu wa muhimu sana. Hakuna maisha na kiongozi. Unaweza kukuta vikundi viwili vitatu, lazima wana kiongozi, hata kama ni kikundi cha watu watatu kiongozi. Kiongozi ni beba maono, mtu mwenye dira, mtu anayejua njia tupite hapa, tnde popote penye kiongozi panahitaji maombi. Pokea hicho kitu katika jina la Yesu Kristo. Haya, naomba tuendelee sasa. Kwa nini wana wa Israeli walipomwona Musa amechelewa waliamua